Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imesema zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili mzunguko wa pili ulioanza Mei 16 hadi 22, 2025, ukikamilika, tume haitaongeza siku za ziada, hivyo wananchi wenye sifa wajitokeze katika siku mbili zilizobaki kujiandikisha au kuboresha taarifa zao na kuwaondoa wale wasio na sifa ya kuwemo kwenye daftari hilo. Hayo yamebainishwa na mwenyekiti wa tume, jaji wa mahakama ya rufani, mheshimiwa Jacobs Mwambegele, wakati wa ziara ya kukagua maendeleo ya zoezi hilo la uboreshaji na uwekaji wazi wa daftari la awali katika halmashauri ya wilaya ya Lushoto mkoani Tanga, yenye majimbo mawili ya uchaguzi, Lushoto na Mlalo. Leo ni siku ya tano ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwenye mzunguko wa pili wa awamu ya pili. Uh, zoezi ilianza tarehe kumi na sita na litaisha tarehe ishirini na mbili. Mimi hapa leo niko katika halmashauri ya wilaya ya Lushoto ambayo ina majimbo mawili, jimbo la Lushoto na jimbo la Mlalo. Uh, naendelea na ukaguzi wa jinsi zoezi hili linavyoendelea nimekuta wananchi wengi wamejitokeza katika uh, kujiandikisha upya au kuboresha taarifa zao. Sambamba na zoezi hilo, tumebandika daftari la awali la la la, la mpiga kura, lakini pili waangalie kama kuna waliofariki katika watu uh, wanaopia kwenye wanaotokea uh, kwenye hilo daftari na tatu kama kuna mtu ambaye hastahili, labda sio sha raia na yuko kwenye daftari la, la, la, la, la awali la wapiga la, la, la, la, la, la kura. Kwa hiyo wananchi wanahitajika kutoa taarifa ile, ili yule asiyestahili aondolewe, na wasihi wa Tanzania wote kwamba sasa uboreshaji uh, umebakisha siku mbili ya kesho na kesho kutwa kama hukuwa umeboresha taarifa zako au kama hukuwa umejiandikisha ujitokeze kufanya hivyo, kwa sababu baada ya hapo hatakuwa hakutakuwa na nafasi tena ya kufanya hivyo. Sisi hatutaongeza siku wala kufanya chochote bila. Zoezi likifungwa kesho kutwa litakuwa limefungwa. Tunabakisha awamu ya tatu ambayo itawahusu mahabusu na wafungwa, basi wananchi wa kawaida watakuwa wanaisha kwenye uh, mzunguko kuu wa uboreshaji. Kwa upande wake, afisa mwandikishaji wa jimbo la Lushoto na Mlalo Dkt Ikupa Harrison Masioge ameeleza namna uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura na uwekaji wazi wa daftari la awali unavyoendelea. Ikupa Masioge, afisa mwandikishaji jimbo la Lushoto na Mlalo. Tunashukuru sana. Zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili linaendelea vizuri, toka tulipoanza tarehe kumi na sita mpaka sasa. Wananchi wengi wamekuwa na mwamko mkubwa na wamejitokeza kwa wingi kwa ajili, wengine ni waandikishaji wapya wanapata kadi mpya, lakini wengine wanaboresha taarifa zao, lakini pia tunapata taarifa za wananchi ambao pia taarifa zao zinafutwa. Kwa hiyo zoezi linaendelea vizuri sana, na leo tunamshukuru sana Mungu kwamba tumepata nafasi ya kipekee ya kuweza kutembelewa na mheshimiwa jaji wa mahakama ya rufaa, Mheshimiwa Jacobs Mwambegele ambaye ni mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ametembelea katika halmashauri yetu ya Lushoto katika majimbo yetu haya ya uchaguzi ambayo tuna majimbo mawili la Lushoto na Mlalo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wananchi, endeleeni kutumia nafasi hii ambayo imebaki, tumebakiwa na siku mbili tu, kesho na kesho kutwa ili kuweza kuhitimisha na ukikosa fursa hii na maana unapoteza ile haki ya kuweza kupiga kura. Kumbuka kwamba kujiandikisha kuwa mpiga kura ndio msingi wa uchaguzi bora. Zoezi hilo la uboreshaji linakwenda sambamba na uwekaji wazi wa daftari la awali katika mikoa kumi na moja ya Tanzania bara na mikoa mitano ya Tanzania Zanzibar ambayo ni Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, Morogoro, Pwani, Singida na Dodoma. Mikoa mingine ni pamoja na Dar es Salaam, Lindi, Mtwara, Mjini Magharibi, Kaskazini Unguja, Kusini Unguja, Kaskazini Pemba na Kusini Pemba, ambapo zoezi hilo linafanyika kwa siku saba na lilianza Mei 16 na litakamilika Mei 22, 2025, huku vituo vikifunguliwa saa 2 kamili asubuhi na kufungwa saa 12 kamili jioni. Uboreshaji huu ukiwa na kauli mbiu isemayo kujiandikisha kuwa mpiga kura ni msingi wa uchaguzi bora. Kutoka hapa Lushoto mkoani Tanga, mimi ni Shafiru Makosa wa Uchaguzi TV.